Kinafanya mziki nchi hii kinaniweza, kisogee mbele ya, kama kuna chombe chochote, niwambia kitu kigoma. Wee hapa katikati, ilikuwa niko na harakati nyingi za kimataifa huku nyuma, kwa kunadharau nyingi za kijingajinga, nikasema hawa na adabu hawa, nikatia misumari misumari, inaitwa shikeni adabu <laughs> <laughs> wekele misumari ni kaka namba moja mbili za nakuja kenge yote wasogea mpaka sasa hivi na n tushamaliza, ndio watu wanaanza kusogea sogea hapa <laughs> lakini ile nilitoa kwa kuwashikisha adabu kama shikeni adabu na mtoto huyu akigoma shika adabu. <laughs> Sasa Baba Lavo ni miongoni mwa watu ambao wakati anaanza shughuli zake watu walikuwa na mdharau, hawakujua akili kiasi gani hawakujua ni jembe kiasi kwa. Ndugu yangu mimi, nakuja njoo, nakujua akili yako kubwa kiasi gani. Jamani, Babalevo ana uchungu na Kigoma. Babalevo ndio mtu aa, tumpigie kura kwa sababu ataleta matokeo Kigoma. Baba Levo, historia yake na yangu tumebishana sana, mimi hata tazama muziki wote umeendarau sana, sana. Ujue uongo kweli sana, lakini leo katika nchi hii mimi ndio mwakilishi wa kwanza kwenye muziki. Uongo kweli? Napokuwa mimi mwakilishi wa kwanza kwenye muziki maanake Kigoma ndo mwakilishi wa kwanza kwenye muziki. Hichata Kigoma, mambo ya Kigoma, ametokea Kigoma, inapongoza kwenye muziki maanake Kigoma ndo inaongoza kwenye muziki. Wongo kweli? Wakati naanza kaongea sana ho, huyo, eti siye hajasomea muziki, siuni kasawa. Wewe njona makaratasi yako kwa muziki alafu mimi natoka na elimu ya mtaa. Afu leta matokeo ukonyeshe maajabu.